Ene sio kuwa kama lisu ama kuwa kama mnyika. Just be concerned. Yali, chukia, umia, andika, sema, shurutisha kiongozi wako wa kiroho. Mwambie, acha unafiki, watoe kauli. Nye ambao matufundisha mbingami, sama na mnaogopa hata kutangulia kwa sababu kusema kweli. Wakuwapi wala watumishi wa Mungu kama Shadrach, Meshach na Abednego. Walimwambia mfalme e, walipopika pita kwenye critical condition, wakamwambia mfalme, hata kama Mungu hatatuokoa na moto huu, lakini sisi hatutakusujudia wewe. lakini tunajua Mungu tunaemwamini atakuokoa. Wakuu wa watumishi wa Mungu wenye spiriti hiyo, wenzenu kila siku anakanyagwakanyagwa, hamwezi hata kusema, hamwezi hata kuongea maegu yanafungwa, makanisa yanafungwa, mme. Kazi zenu sio kushia keki na mamlaka, sio kushia waini na mamlaka. Kazi zenu ni kusema ukweli. Kazi ya kwanza ya mtumishi wa Mungu ni kusema ukweli. Na mgekuwa mnasema ukweli, wa watoto wasingetoka barabarani. Laana na iwe juu yenu, mtumishi wa Mungu wote wa nchi hii, wale ambao hamkuwai kujali wala kuhusika. Mngesema ukweli kwa pamoja ikasimama hapa Waislamu wakasimama hapa Wakristu wakasema hapana, rekebisheni mifumo yenu ya utawala na tuwe na uchaguzi huru na haki, serikali ingesikia na mngewambia, laiti msipojifanya hivyo, tutawaambia waumini wetu na sisi wenyewe tutashiriki katika uchaguzi, kwa sababu hakuna kiongozi wa serikali ambaye ana dini ambaye ana mtumishi wake. Lakini nyiye ndiyo mmebaki mkipigania uongo. Amani, amani, amani, amani, amani, amani. I mean ha, hakuna namna. Na niwaambie nyinyi waamini wa dini zote mbili, you don't pray for peace. Huwezi kuombea amani. I mean, msingi wa kupata amani ni practice ya haki na justice. Yani sawasawa, uko chumbani kwako, uko kitandani, mikojo imekubana Alafu unaomba usikojoe kitandani afu uendi chooni utakojoa kitandani ama kibofu kitapasuka. Amani haiombewi, amani ni matendo ya haki, amani ni praktisi ya haki. Mnafundisha.